Polisi eneo la Muikaa kaunti ya Makueni wanachunguza tukio ambapo mama na mwanawe walibakwa na watu waliovamia boma lao na kisha kuiba zaidi ya mifugo 40. Japo baadhi ya mifugo walipatikana, familia hii na wanakijiji wanaelezea wasiwasi kuhusiana na kuzidi kwa visa vya utovu wa usalama, kama Michael Mutinda anavyoarifu. Hadi kufikia Jumanne jioni, zizi hili la mifugo lilikuwa la matumaini kwa familia hii, ila mambo yalibadilika usiku huo. Watu wanne waliokuwa wamejihami kwa mapanga na marungu walivunja nyumba hii na hawakuiba tu mifugo bali pia waliwadhulumu waliokuwepo. Mama na binti yake wakijipata kwenye dhuluma za wavamizi. aingia waumenne wawili, alikuwa mrefu na mmoja mfupi. Leo, wakaanza kuongeleshana na mzee akimwambia jambo ni moja Ukitaka kifo si tutakuwa, ama unataka uwai. Kutoka hyo ndio walienda kwa watoto, wakaingia huko, hata wao wakawafunga. Sa ile niliuliza mtoto akaniambia amejanyiziwa na mmoja wao. Baada ya kuwatendea unyama huu, waliondoka na mbuzi 46 kwa bahati mbuzi arobaini wakipatikana na wengine sita wakiwa bado hawajulikani waliko. Ilikuwa arobaini na sita. Saka, wakaenda na hizi sita, hizi zingine zikarudisha. Ni tukio ambalo limewakera wakazi wa eneo hili wanaolalamikia kuzidi kwa visa vya utovu wa usalama. Na mtu anachukua mtoto wa mtu anamtumia, na tuna polisi na tuna kila kitu, na wanakuja wanatundanganya. saa ingine hati tumeshika wezi. Wezi watu wale tuko na wao wa serikali tunataka wafuatilie hii, hii, hii kitendo imetendwa hapa, kwa sababu mimi nikikusanya wamama tutafunga barabara na kujua hii kitendo ni nani, na tutoe manguo tulaani hawa watu wanafanya hii vitendo. Kwenye mkutano uliofanyika kutafuta suluhu ya ukosefu wa usalama, wakazi wanaitaka idara ya polisi kuimarisha usalama, huku polisi wakisema wanachunguza matukio hayo. Tunawasi watu wa hii area yetu waweze kupeana information to the police. Wakishuku mtu uh, kuwa ako na uhusiano na wezi wenye, tumekubaliana tushirikiane, tuwe tuna pasha, tushare information, tuhakikishe eh, hii maneno itakuwa imeisha kabisa wanapoondoka hapa. Wakazi hao wa eneo hili la Malili wana matumaini kuwa kilio chao kitaweza kusikika na maafisa wa polisi kuchukua hatua zifaazo kuhakikisha eneo hili lina usalama. Michael Mtinda, Runinga ya Citizen, Makueni.